Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyidi salallahu alayhi wasallam, amma baad. Al Azhar TV Tanzania inaendelea kuwaletea matukio mbalimbali yanayohusu haji, uratibu na usimamizi wa shughuli hizi kwa kamili mpaka kukamilika kwake kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano na aliyokuwa mbele yenu ni raisi wa ofisi kuu ya uratibu na usimamizi wa haji Tanzania Shekhe Abdullah bin Talib bin Abdallah hafidhahullahu. Shekhe Abdallah anakuwa rais wa afisi hiyo pamoja na nafasi zake nyingine za uteuzi wa mheshimiwa rais. Yote kwa yote, Shekhe Abdallah leo anakusudia kuaga rasmi na kurudi nyumbani Tanzania baada ya kukamilisha shughuli za haji kwa asilimia kubwa ambayo yeye mwenyewe insha allahu atatuambia. Sheikh Abdullah, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdullah upo airport, uwanja wa ndege, na leo hausindikizi, unasindikizwa. Una nini cha kusema kuhusu hilo? Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd. E, kiutaratibu kwamba tunaporudi nyumbani kwa sasa hivi ni kuonyesha au kuashiria kwamba tunafunga rasmi swala la au ibada ya hija kwa mwaka huu, na kama ambavyo tumekuwa tukizungumza, mwaka huu jumla ya mahujaji elfu tatu mia tano na watatu waliweza kuja kutekeleza ibada yao ya hija kwa mwaka huu pamoja na viongozi thalathini na watatu Alhamdulillah, mahujaji wa taasisi zote ambao walianzia Maka na walianzia Madina wamesharejea nyumbani. Alhamdulillah. <coughs> mahujaji waliobaki ni wastani wa mia moja na sabini wa taasisi ya Ahlu Dawa ambao wao kesho watarejea nyumbani. Mashallah. Kwa upande wa viongozi vilevile vile viongozi takriban wote wamesharudi wa nyumbani, wamebaki viongozi wawili ambao wanabaki kuhakikisha kwamba mahujaji wa Ahlu Dawa wameondoka salama yeah. Na baada ya kuondoka wao salama hao mahujaji wawili na wao wa viongozi wawili na wao wataweza kurudi nyumbani tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mahujaji wa mwaka huu wote wamehiji salama na wamerejea salama, bismillah. Na sasa hivi kwa taarifa ambayo nayo ni kwamba tayari taasisi za hija zinafanya tathmini na kwa upande wetu vilevile tulifanya tathmini na wale watoaji wa huduma. Kuna mambo ambayo tulifanya vizuri kwa pande zote, kuna mambo ambayo kwa wenzetu baadhi ya watu wa huduma hawakufanya vizuri kwa hivyo tulipanga mikakati ya namna ya kuyaboresha mambo hayo katika mwaka unaokuja, lakini na kuna mambo ambayo kwa upande wetu vile vile hatukufanya vizuri. Kwa hivyo vile vile tuliahidi kujiimarisha zaidi na kuweza kutekeleza ili mwaka unaokuja tuweze kutekeleza na kutoa huduma za mahujaji kwa namna iliyo bora zaidi. Mashallah, Sheikh Abdullah, barakallahu fikum, kwa uchache sana unaweza kuelezeaje mafanikio ya ibada ya haji kwa maana ya uratibu, usimamizi na maandalizi mpaka anakamilika yamefanikiwa kwa kiasi gani? E, kimsingi unapokuja ukafanya ibada ya hija au ukifanya yeah, tathmini yeah, yeah, inabidi ufanye comparison, yani uweze kulinganisha oh, tukitizama huduma za mwaka jana na za mwaka huu, takriban mwaka jana tulikuwa tuna mtoaji huduma ambaye anaitwa Ithra Aljud, yeah, na mwaka huu tumechukua Manasik Almasia Mashariki almasia Masharik al nah. mm. na kwa hivyo tulimwacha mtoaji wa huduma ambaye tulikuwa tukifanya naye kazi kwa miaka mingi Deo. kutokana na kuona kuna baadhi ya mambo ambayo pengine yalikuwa hayaendi sawa. mm. na katika utekelezaji wa hili kulikuwa kuna ushirikishwaji mkubwa kabisa wa taasisi zote za hija mm. kutoka Zanzibar na kutoka Tanzania bara ambao walikuja walifanya kazi yao vizuri na kwa msingi huo ukitizama kwa upande ukilinganisha tutasema zile gharama za utekelezaji au gharama za uto, za huduma tutazikuta kwamba kwa, kwa kiasi kikubwa zilikuja zikapungua kwa wastani wa dola sabini kwa mtu mmoja. Kwa hivyo hili tutasema kwamba ni moja katika mafanikio makubwa ambayo tunaweza tukasema kwa mwaka huu yameweza kufikiwa naam. Lakini vile vile katika upande wa mahema mwaka jana watu walilalamika kwamba mahema waliolalia ni madogo, lakini mwaka huu takriban mahema yalikuwa ni makubwa. Pamoja na hilo, kulikuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo kidogo vilikuja vikatupa shida, ikiwemo katika masuala ambayo pengine kidogo yalilalamikiwa, yalikuwa ni kutokosekana kwa huduma za class A, ambao mahujaji wa class A ilizoeleka kwamba wanapewa katika eneo maalum la zone A lakini no. kwa safari hii walikuja wakapewa huduma zao pamoja na mahujaji katika zone ambayo wamechukua watu wa class D no. lakini hili lilitokana na takriban tulivyojiulisha ni kwamba kiutaratibu, sisi ndio ambao tunakuwa tunaomba ile location no. na ili upoe location inatakikana kwamba wastani uwe na mahujaji ambao wasiopungua mia tano. Sasa kwa location ya mahujaji ambao kwa, kwa chini takriban hao, tulikwenda vizuri, lakini kwa location ya watu wa juu ili hatukuweza hatukuwa na idadi kubwa na, na wenzetu walikuwa nchi kama wenzetu ambao wamechukua pamoja, kwa mfano Malaysia na wengine ambao tulikuwa tunachukua huduma na. pamoja kwa, kwa muasasa wa Mashariki Almasia wao walitimiza idadi hiyo, lakini na. kwa kwetu walikuwa ni watu wachache na ilishindikana kwa wengine kutimiza idadi, kwa hivyo ikaja ikawa ni shida, kwa hivyo tutajipanga vizuri na katika mwaka ujao tutatizama vile vile katika nchi ambazo pengine zitachukua hii huduma, Naam. Ili huduma hii iweze kupatikana uhum. Lakini Naam, zaidi ya hilo kunatakikana hamasa kubwa, watu kushajiishwa. Na kushajiishwa kuna namna mbili Naam. Kwanza kumshajiisha mtu aweze kutekeleza ibada ya hija Naam, ambayo ni ile wito wa Nabii Ibrahim aliyosema, wa adhin fi nasi bil haji. Hili linatakikana kufanywa na watu wote, sio kwamba taasisi za hija tu, lakini maduati No. Hatua ya pili ni wale ambao sasa wameshaamua kwamba wanaweza wakatekeleza ibada ya hija sasa. Hapa hawa ndio ambao wanaweza sasa, taasisi ambazo zinasafirisha mahujaji no, zikaja zikawalingania, kila mmoja akatoa huduma zake Mashallah, ambacho nitakachoweza kusema tu yeah, ni kwamba huduma za hija ziko za aina tofauti. No. kwa hivyo ni vyema kwa mtu ambaye anakuja anataka kutekeleza ibada ya hija yeah. Akauliza vizuri, kwa sababu kuna mwingine anategemea kupata huduma eh, eh, ha, fulani yeah. Lakini pengine anakuja kuulizia kwa hivyo, ni lazima mtu akafuata akafuata vizuri akaulizia vizuri, ili aone zile huduma ambazo wanazozitaka kwamba zinaendana naye. Kuna wengine na, wanapenda huduma zao ziende, huduma za kitwarika. Kwa hivyo, maana yake kuna vikundi ambavyo viko vinashughulikia masuala haya ya kitwarika, lakini kuna wengine ambao wanapenda mambo yao wafanye ibada ya hija kisalafu. Kwa hivyo, kuna makundi ambayo yanakwenda ibada zao wanafanya kisalafu. sawa sawa, kuna watu ambao priority yao ni class A kwamba watu wanapokuja zile siku nane wakae katika mahema vizuri no. karibu na Jamarati no. wafanye nini zao. Kwa hivyo mahema, pengine hema moja linakaa watu wanane kwa no. hivyo hili liko huduma maalum, lakini no. wako watu ambao priority yao na. ni kwamba mtu anapokuja akae katika hoteli iliyokuwa ni nzuri hmm. Wako watu kwamba priority yao na. ni kwamba mtu aje hija tu, hata Lio. ambapo atakapokaa popote, lakini ili mradi bei inakuwa ni ndogo Lio. huduma zinakuwa zinatosheleza ambazo kwa mtu lakini si kwamba utapata huduma. Kwa hivyo kila mtu ni vyema akafikiria vizuri na akajua yeye mwenyewe ni huduma gani. Kuwepo kwetu, kuwepo kwa taasisi zinazotoa huduma za, za, huduma za namna mbalimbali, kwetu sisi tunaona kwamba hili ni jambo kubwa. Last lakini vile vile pengine ningependa kuwanasihi kuwa viongozi ambao wanasimamia mahujaji wajue kwamba kwanza maduati kulingania Deo. na unapomlingania mtu akija akitekeleza ibada ya hija, maana yake mandaa ila alhuda kana lahu min alajri mithla ujuri manitaba wamba, na wewe utaandikiwa umetekeleza hija na hili halihitaji kwamba kuwa na elimu kubwa au kuwa na digirii au kusoma sana, lakini wewe hmm. Umekuja kuona ibada ya hija yeah. Sasa unaweza ukawalingania wengine, na wao waje watekeleze ibada ya hija mashallah. Lakini vile vile kwa upande mwingine ni kwa taasisi za hija yeah. Wajue kwamba mahujaji yeah. au kuhudumia mahujaji ni dhamana, ni masulia na ni ni, ni, ni, ni heshima kwa hivyo hmm. Ni vyema mtu anayepata heshima hii aitumie vizuri. Na, na, ni jambo ambalo unaweza ukatuhumiwa, kuna mambo mengi lakini linahitaji subira kubwa, Allahumma. Kwa hivyo ni jambo ambalo linahitaji subira kubwa, yes, salam. Uwe mvumilivu, no. Ufanye kazi bila ya kuchoka, yes, na hiyo ndiyo huduma ya hija, kwa sababu unahudumia una watu wengi pengine, no. Kwa mtu taasisi yake anakuja, anahudumia watu thamanini anahudumia no. ana watu mia anahudumia no. watu mia na ishirini no. Pengine kuna mwingine kile kipindi ambacho unataka upumzike, yeye ndo anakuwa tayari anahitaji no. anahitaji huduma yes, no. kwa hivyo ujue namna gani ya kuzungumza no. lakini vilevile vile kuna watu ambao pengine yeye chini yake wako watu elfu tatu. No. na mia tano, kwa hivyo inabidi naye ajue kwamba ni wakati gani akipata fursa ataitumia kwa sababu mwili una, una nafasi yake okay. Lakini dhamana kubwa iliyomleta mtu hapa ni kuhudumia mahujaji Naum. Lakini vile vile katika hili kuna kugawana kazi takriban katika hija Deo. Kama beitha ina kamati zake Raisul Beitha ana utaratibu wake wa kuziangalia zile kamati lakini yeah. Kuna kamati ya mapokezi, kuna yeah. kamati ya mahema, kuna kamati usafiri ya jamarati kuna kamati ya usafiri na. kwa hivyo kila moja inakuwa inafanya kazi yake na hata na. mtu anapokuwa tatizo takriban anakuwa ana wasiliana na ile kamati no. Sasa anza, na tayari tunapoanza takriban, tunapokuwa na nini, tunapofika tunakuwa tunazijulisha zile kamati na watu watoaji wa huduma wetu ambao wanakuwa ni wale focal person wao no. Kwa hivyo wao ndio ambao wanakuwa wataalamu zaidi wa jambo lile mm. Lakini vile vile katika kila taasisi yeah. mna mnadhimu yeah. Mara nyingi katika taasisi mna watu mwenyekiti, si nani, sisi mara nyingi kama ni betha, tunakuwa tuna deal zaidi na watu wawili yeah. Mnadhimu na shehe Deo. Shekhe kuhakikisha kwamba ibada za watu zinakuwa sawa Deo. Watu wamekuja kufanya ibada, kufanya kwa ibada, ibada ziwe sawa Kwaibu. kwa hivyo mtu ahakikishe kwamba wanaokuja kuhiji wanahiji wanafikishwa sawasawa, ibada ya kuchinjiwa wanatekelezwa sawa sawasawa, nini nguzo wanazitekeleza sawa sawasawa, kama wanatakafatwa wanaimarishwa vizuri, wanasomeshwa vizuri, kabla ya kuja na baada ya kuja, wanaongozwa vyema. Hii ni wajibu wa shekhe. Kwa hivyo ikiharibika ibada Riyo. Hapa tutakuja, tutamtizama shekhe, tutamuuliza shekhe, una hakika watu wako wamechinjiwa? Je, kilichochinjwa kiko sawa sawa? Hili ni wajibu wa shekhe mm. kutekelezwa, lakini kuna mnadhim, panapotokezia matatizo mnadhim anatakikana ye mwenyewe kwanza atatue na mm. ndio maana ikawa kila mnadhim tunapofika tu anakuja anajulishwa, yeye ndiye anayekwenda muasasa masuala ya mabasi anayepanga pasipoti ni mnadhimu, hendi kiongozi wa bitha. Kiongozi wa bitha anakwenda anatambulisha idadi ipo na pakitokezea jambo ndiyo kwamba yeye anakuja ana ripoti hmm. na hata namba ya kuripoti wizara tul haji wamepewa, wanambi wote hmm. wanaijua, ukipata tatizo wasiliana na huyo. Na tukifika pale tunakuja, tunakuja, tunakuja, pana tatizo zaidi, unawasiliana na kiongozi wa mawasiliano wa, wa hmm. bitha. Kwa hivyo hili ndivyo inavyokwenda, kwamba kuna kila mmoja ana jukumu lake okay. na kila mmoja kwamba nimeshindwa kutekeleza hili, kwa hivyo anaripoti katika sehemu yake bwana hmm. nimeshindwa hili, nimeripoti hapa na utaratibu wetu katika hija yeah. Kwamba panapotokezea mkwamo wote yeah. Cha kwanza ni yeah. Kutatua lile jambo likamilike so and we take position kwamba linapofanyika pale pale yeah. Kwamba linini so, so, chakula so. hakijaja. Cha kwanza kinakuja kwamba chakula kipatikane. Sasa, je, wamekipenda watu hawakukipenda? Hili lilikuwa ni iwapo kitapatikana yeah, sasa love, hapa ndio inakuja hatua ya pili kwamba chakula what, kiwe kizuri kwa hivyo yes, sasa hii ni kila ni yes, kitu kinakwenda kwa namna yake. Kwa hivyo yes, tunapozungumza kulinganisha hija unakuja kwamba nalinganisha baina yangu na mtu fulani, mimi kama kiongozi wa hija wa Tanzania takriban no. utakuta kwamba na vikao vyangu nishaka na mtu wa Kenya, najua Kenya kimefanyika nini, nishaka na mtu wa Uganda, najua Uganda wamepata changamoto gani, lakini sishei kwamba wao wana kitu gani kwa, kwa sababu tunapeana ili tuweze kuhudumu, yeah. Mbureche, kuhudumu, sisi hmm, tumekwenda huku tumepata hiki. kwa hivyo yeah, unakuja unapata kitu kama hicho, na lengo nzima ni kuja kuhudumia mahujaji wote takriban maa. Tukitizama ibada ya hija imetofautiana sana tunakotoka na tulipo sasa hivi takriban maa. Zamani ukitizama, hata juzi tulikuwa tukiulizana watu wa Afrika Magharibi zamani walikuwa wanajulikana ni watu wafujo, lakini sasa hivi mbona wametulia tawea. Wamefundishwa vizuri, wamelinganishwa, wamenini vizuri. Kwa hivyo asija utakuta watu wanakwenda wanakwenda vizuri. Kwa hivyo yote haya no. Ni mambo ambayo yanatakikana kuzingatiwa, na tunakwenda vizuri, na tayari hapa tumemaliza hija ya mwaka huu. Kwa hivyo tunajiandaa na hija ya mwakani, tumeshaanza tathmini, tumeshapewa kalenda alhamdulillah. Na alhamdulillah tunategemea kwamba tunajitahidi kwa kila mtu ambaye ana uwezo wa kuja hija. Mimi ninachomnasi ni kwamba na. asisubiri mwaka unaokuja, atie azma ya kuja hija na. na Mwenyezi Mungu atajalia atamwafikisha, kwa sababu Inshallah. kwanza ni nia na, na baada ya nia au na. kubada azma na. inakuja nia na Mwenyezi Mungu anakuwafikisha. Kia unaondoka leo rais baba wa shughuli za haji Tanzania. Je, umeacha mahujaji wote? Na kama naam kuna yeyote labda yuko